Hiyo, wacha ni kuambie mimi, watu wanaweza kuwa mabeshte wangu mimi. Mtu mwenye anaishi kwao awezi kuwa beshte yangu, mtu mwenye ani, mtu mwenye, mtu anajua kujitafutia ule mtu mwenye yeye ana yani base yake ni ya baba yake, una get? E, mtu kama huyo mimi awezi kuwa beshte yangu mimi, siwezi tembea na beshte mwenye, mwenye anaishi kwao, mimi siwezi tembea na beshte kama huyo. Sasa wacha ni kuambie wewe, unaishi kwenu sawa, hmm? mimi naishi kwangu beshte wangu wenye cheki, mimi, ni wale wenyewe. Unacheki mimi nikitembea na beste natembea na ule beste mwenye anajitambua, natembea na ule beste mwenye ategemei kwao, ni beste mwenye anajitegemea eh. Sasa wewe, acha nikuulize swali, wewe kama unategemea kwenu, wewe unaishi kwenu, mimi naishi kwangu. Naishi kwangu, majukumu ni zangu a eh? na bills zangu mimi ndo najilipianga na mimi ndo, na hasa najilipia. Wewe unaishi kwenu au lipi Aulipi rent place unakaa, aulipi rent unaka, majukumu zako zote, sio unashughulika, unashughulikiwa na mama yako ama baba yako. So wewe wewe, mimi na wewe tunaweza tukapelekana wapi? uzanipatia idea gani? na cheki, hakuna idea unzoka nipatia so, mimi nikitembea na beste nataka kutembea na beste mwenye anajitambua, beste mwenye anajituma, beshte mwenye, mwenye anajiasulia Eh, mtu mwenye ananipatia idea ni skizo na get ya lakini, si ati nianze kutembea na mtu mwenye anategemea kwao. So we kama unategemea kwenu, mimi najitegemea, wewe tutapelekana wapi? na wewe eh, idea gani utanipatia? maana hakuna, end of the day ndio ndabaki ndabaki naumia, sina bills na nini nini, utarudi tu kwenu, unacheki ukikua so, mtoto wa mama yako kukua mtoto wa mama yako na baba yako tu unacheki. Mimi nitaka ule best, anajitegemea. Huyo ndio mtu mwenye anajua life, anajua uchungu wa maisha. Unajua, sometimes wale watu wenye wamezoea kuprovidiwa hawajui kuchungia maisha. Twende tu kiukweli, hizi ni kweli. Yeah, ule mtu mwenye anajitafutiaga, ule mtu mwenye anajilipia kila kitu, huyo ndio anajua kuchungia maisha. Huyo ndio mtu unza mwamba usaidize akusaidie, lakini u, mtu mwingine mwenye anaishi kwao nina nini. Hey, itakuwa ngori hata hey. Nakwambia eh? Bishtika uko na jua utapotea eh. So, watu iko hivi, wale wako kwao kama umuri imefika, manzi toka kwenye manzi, enda haso, enda, enda tafuta eh? Jua maisha bana hmm? Wacha kushinda ukiprovidiwa hapo eh? So mi naeza shanga, unaweza pata mtu mzima mkubwa kabisa anaishi kwao na mama yake hiyo eh? si poa? unafaa kujua maisha manzee, toka inje, ukasake life. Unacheki, ni vizuri wewe mwenyewe kujitafutia jasho yako, jitafutia mambo yako. Kitu kingine unafaa kujua ni unacheki, mali za baba yako azikwangi zako. Unacheki, vitu za baba yako amava mzazi wako ikwangi yako we sasa, usiaijigamba usiaji gamba na vitenyesi zako Fanya hivi hizo ni mali za za kwenu unafaa kama amekupatia ujishikilie alafu utafute yako alafu warudishie urudishie wazazi wako mali yao Na get, eh, si ati jua amekupatia uanze sasa kujigamba ati ni yako nina, nini hiyo sio yako hiyo si jasho yako haujui kutafuta sawa ukipewa eh, oh, ni umeshikilie ujitafutie kimaisha yani, unaweza kukuta mtu alipewa kitu na baba yake ama mama yake, lakini sana jiringa unzapata mpaka tunashanga sa huyu naye eh. Uo kitaka kujiamini, wewe ni mwanaume wa ukweli kabisa, jitafutie from nothing maget, jitafutie from nothing upate hapo sana unafuu, jiamini na useme ndio yangu, unacheki yeye, hiyo ndio yako, jitafutie yako eh. Lakini hizo vitu zingine kama unaishi kwa rent ya baba yako pale pale baba kwa yako kwa amejenga tu nyumba, unaishi hapo, ujue bado nalelewa. Unacheki e, uko na miaka ngapi? Wewe tu bado unalelewa, hata kama kama uko uko na na miaka na miaka hata 30 kama uko hata kama uko na miaka eh, ujue bado unalel bado nalelewa. Ukitaka kujiamini haulelewi, toka kwenu, tafuta place nyingine kabisa mpya, place yenye wewe mwenyewe wana provide kila kitu, unalipa rent ama ujinunulie plot yako ujenge, lakini sisi tunaishi kwa plot za wazazi wako, wanze kusema uko sawa sasa. Hapana, hiyo si jasho yako, uwe bado unalelewa. Unaona eh, unalelewa ni mtoto bado, una get so, jitafutie haso ukihaso mwenyewe upate kitu yako undutaju wenyewe. Alafu ni vizuri sana ukujua kujua kuhaso unacheki, yeah, lakini ukiweza provide na na mzee, hiyo maisha wewe jua, maisha inaweza kuwa ngumu kwako anytime, na get ujue hivyo, juu kama mtu ana provide hayuko yeah. Utafanya nini? yes, iko hivyo spend a shortcut, lazima uhaso na get yeah. Jitume na bidii, ngangana na bidii yeah. Kama unajua unaweza kuta mtu eh? maisha yake yote eh? tangu azaliwe amelelewa kwao, ndio e wanaishi kwao eh, amegrow kwao eh, anao akiwa kwa e. Jamani shuali how come, si utoke hata uende mbali kidogo eh, unafaa kujua maisha unacheki. Una sasa leo leo nitakamjua maisha una get, eh akitu hata kama ni kidogo ni yako

haujui kuhaso haujui kuji, kujiprovidea kama hujui kujiprovidea, ukioa uta, uta providea je familia yako? Unacheki eh, so unafaa kutafuta ule mse mwenye anajilipia rent, huyo anafaa kwa beshte yako una, ndio kuoneshe maisha na get eh, sio wewe haujui ku provide alafu natembea na beshte yenyewe haujui ku provide kujiprovidea. Unacheki hapo, utakuwa una una unapotea zaidi, so Tafuta mtu mwenye anajua kujiprovaidia ndiko fine na get ndio kila mtu ajue maisha, lazima ujue maisha bana, ujitume. hmm? kwenye sio yako sio yako, tafuta yenye ni yako, sawa eh.

Kia, hapana, mi bado napenda kila msira, bado unaweza kuwa beshta yangu, hata ndarauka morning. Unajua mtu ajiprovide, mtu lana za mka hata saa tatu, saa tatu ya mchana, asubuhi eh, mimi nisha amka saa sita, tunacheki hata tuwezi patana. yeah, iko hivyo yeah, so, ni vizuri kujua kujitafutia ni vizuri kujua kujitegemea. Eh basi, wewe wacha nikwambie, yeah. Kama umezoea kutegemea wazazi wako au mzazi wako, tuseme tu kwa mfano aage dunia, kibahati mbaya imetokea mke chini eh, na yeye ndo umemzoea yeye ndo anakuprovidea yeye ndo anakutetea eh, sasa ameanguka, utafanya nini? Sasa utaanzia wapi? Maisha ni ngumu so unafaa kujua ukuwe mjanja sasa. Sasa nachanua sasa, unafaa ukuwe mujanja sasa. Toka hustle, tokanga kwa bomeenu, enda hustle eh? Jaribu kujikaisha hata eh? Kama utajikaisha mara ya kwanza, wakoke usikie Uwezani urudi home, rudi tena home kidogo, lakini like, usipende ukao tena asol tena ha, tena toka tena kidogo tena enda tena jikombo she rent hapo kando, huko kando kidogo shshhhh kushinda tena arudi tena home. Haya, as in bado najua kuanguka na kwanga, bado uwezi kuwa successful once Atuende kama umetoka kwenu, umeenda kama umeisha para bonga na uguru, hapana. Inatakanga kama una feel, unarudi home kwanza kidogo, unajipanga panga tena unatoka tena, ukianga tena unarudi home tena, unajipanga panga tena unatoka, hivyo hivyo utajipata, sasa umetoka kabisa. Sasa juu demo unatoka demo, una land vitu mingi ya demo, unaona hapo place. Kama unaona kuna place umekosea pale, unaenda rekebisha, unacheki. Kwa hivyo itakuwa fi itakuwa fiti, si atushindange tu umeshinda home Hom hm mmm, uko tu kwenu, mesha yako yote uko tu kwenu, kwenu kwenu, kwenu? That's why unafaa ku respect, unacheki kama wewe unaishi kwenu. Unafaa ku respect sana, mtu anajiprovidia kila kitu, unafona muheshimu zaidi hata eh? kama anaishi kwa nyumba na kaji ama kama hata na nakaji, lakini anajiprovidia kila kitu, bills zake zake feani yake ni na nini, hakuna mtu mwenye na nini eh. Unaget mtu, na, mtu muhimu, mtu anafanafaa umheshimu ukimwona pale, unafaa kumrespect na roho yako yote, unaget eh, juu mse anajiamini mse anajitambua hivyo hivyo. Ndio hata mimi mi nataka wale watu wanaishi kwao eh, wakiwa na umri imezidi zaidi. Eh, yeah. Unafaa unatoka kwenu sasa. Hii hii message iwafikie. Mnafaa kutoka kwenu. Una get, mtoke mwende mjiprovide bana, mjue maisha, mjitegemee machane na mali za baba zenu na mama zenu, achaneni nayo. Eh? Yeah. Sawa. So, eh, kwa mwanaume kwa mwanamke unacheki. Kwa mwanamke anajiamini, mwenye anajiamini, toka hustle eh, hivyo nitakuwa fiti na maisha yako itakuwa poa, utakuja kuni thanks baadaye. Unacheki, mi sitaki kuthank. Sai utanithank tu baadaye, wakati utakuwa uko successful, wakati uliskia message yangu yenyewe ukafil nimesema ukweli ya, yeah. Hapo ndio dei ndo utanitafuta unibaie chai, unaget yeah. Kwa hivyo haina mambo, unafaa tu hivyo ujiamini, jitume fast put god fast. Unacheki, eka Mungu mbele. Mungu Mungu ndio kila kitu sasa, before before vitu zingine zote Mungu kwanza mbele. Sawa, so, yeah, alafu toke home sasa, toke home, ujue maisha. Patana na mahaso lingine huko eh? Patana na wasi huko nje muhaso. Sasa acha kukaa kwenu, mama yako atafurahi siku nyingine, baba yako afurahi siku nyingine, una get eh? Respect yourself Eh yeah, toka kwenu ukiwa jamaa ama ukiwa dem eh? ukiwa kama umfika umri manzi, toka kwenu uende ukajitafutie. Unacheki hata una, kama wewe ni dem, unataka kuniambia umesomea hapo kwenu, umeisha hapo kwenu, unataka kuolewa bado ukiwa hapo kwenu hapo eh? surely unataka uolewe tu bado tena ukiwa tu hapo kwenu tu. Na uzali tu bado ukiwa hapo kwenu tu. Eh, haso mtoke manze. Mimi na watoa makwenu sasa, na watoa makwenu sasa, mwache uzembe, mwache ukao huko hivyo, mtoke sasa. Hii ni sasa hii ni wakati yangu. Mimi na watoa na nyau nyombaya sana mimi. Kwanza nataka nionge kwanza, mtoke huko kwenu. Mnafanya nini kwenu na umri wote? Mtoke muhaso una get eh, toka muhaso. Wacha nikwambie kitu kingine unafaa kujua ni mzazi wako aweza akakufukuza na get, mzazi wako akakufukuza kwenu, lakini anataka hata pia yaone nini yako effort yako ikaleka, yaani anataka kuona vile wewe pia atanza pia kuhaso, lakini unajua awezi kuongelesha sana, jua atonani kama kuongeleshani kama atonani kama ana kuchukia, kama, anakuchukia wote, unaona kama anakuchukia kwa roho yake ya anatamani tu utoke uende kwa haso uje kujitegemea, even wazaz, even ndo furaha ya wazazi wengi wengi, na get eh, mtoto wake akijua kujiprovidia, mtoto wake akijua na mtoto wake akijiamini, mwanaume anazajitetea, kwa shida yake anajitetea, anaj, shida yake eh, ana solve makesi zake, ana solve huyo, eh, ndio mtoto mwenye ana, anastahili kwanza saa hii unafaa anze kujipanga vizuri, ujipange poa, utoke ukahaso kutafuta job, kani job tafuta eh, una get eh, God ako, ako na wewe, uwezi kosa. Una get eh, lakini usishinde kwenu, toka kwenu bana eh? Angalie umri wako, angalia umri wako, niangalia maisha yako ya baadaye. Naget, unafaa kujua utakuwa wapi eh? unafaa kujua utakuwa na nani, unafaa kujua unakaanga, utakaga na kina nani unacheki eh, mi mi kan beste bedemi. Hata mi, mi, mi siwezi penda ukaana beste mwenye hustle ha, ha, naget eh. Mutaka mse mwenye hata anaweza pia, mse mwenye ana hustle na get, mtu anajitafutia hata pia eh, unajitafutia, ukitafutiana pia una get e, mzazi yako atapenda sana kuona unatoka nje una unaleta una unaleta kitu kwa nyumba unaleta kitu hata kwa boma eh, unafurahia na msiati, mkitoka tena mnasahau wazazi wenu. Kuna wale sio wakitokanga makwao h mamiaka zitapita mamiaka zitapita unacheki e, unafaa pia unapanga siku, unaenda unatembelea watu wa kwenu, unacheki e. Alafu ukiwai uki kuwa ukinini ukipata kitu ama upate mali, unafata unapiga sherehe unafurahia, kwani wezi taka kufurahia jasho yako e Kupata mali au kwa umenua gari, ama kwa umenua shamba, au umenua kitu ulikuwa unataka ngatu kwa maisha. Unafua, unapiga sherehe, kesho unapiga sherehe, maana unaita mabishi yako, unapiga sherehe, unafurahia. Kila mtu anapenda kufurahia jasho yake bana, unafurahia jasho yako, kwani uanze nua gari ya mamilioni alafu watu usipige sherehe? Atu umenua gari. Imagine, umenua gari ya mamilioni alafu watu upige sherehe hata elfu mia mbili tu nipate tu hata sekendi na elfu mia mbili eh, ile sherehe naweza piga e, e, e, nafaa kufurahia jasho yangu bana e, nafaa kujua enyewe hii eh kitu nimebai jasho yangu eh, nimenua hata kama ni plot ama ni nyumba nimenua. Sherehe lazima nipige sherehe. Kwani ndanua aje hiyo nyumba yote nikose kupiga sherehe? Naita mabeshto wangu tunapiga sherehe eh, sherehe ya ukweli, sherehe ya hakika e, inafaa hivo. Sikuna, kuna pati fulani ya shere, ni ya sherehe ni sheria, una get yeah. So iko hivyo yu. Unafaa jitume sana jitume sana haso, ukipata kitu piga sherehe, ukipata kitu poa piga sherehe, hivyo hivyo hivyo. Hapana piga sherehe na una chochote bana eh. Sawa, so, poa. Next time mama ni aje?